Hei wanafamilia waleza TV, hope mnaendelea salama, kila mtu ako vizuri. Kupitia chaneli yetu ya pawa, nichukue fursa hii kukukaribisha wewe ambaye ni mgeni mahali hapa, lakini pia kwa wale ambao ni watoto wa Leza TV ama wanafamilia waleza TV, niweze kusema pia shukrani kuendelea kuamini Leza TV, maana hapa ndio mahali ambapo tunatoa mafunzo, elimu pamoja na ufahamu kuhusu safari za Canada. Tunatoa video mbalimbali mbali, tunatengeneza video ambazo zinakupatia mwongozo jinsi ya kuomba kazi Canada, wapi pa kupata kazi Canada, na tunakuonyesha pia ni jinsi gani unaweza kutengeneza CV ama resume ya Canada ambayo itakusaidia kuweza kupata kazi zako, lakini pia tunakuonyesha jinsi ya kuandika cover letter nzuri ambayo itakizi mahitaji ya mwajiri na itakayokuzungumzia vizuri na kukuelezea vizuri mbele ya waajiri. Kama kawaida nawaonyesha mambo mengi ikiwemo kazi ambazo zinatoa visa sponsorship kwa wale ambao wanataka kuja kufanya kazi Canada. Kwa hivyo karibu katika video hii ya leo niweze kukuambia. Katika video ya leo nitakuwa na kuelezea eh, baadhi ya kazi ambazo zinapatikana 2025 na ambazo ziko na visa sponsorship, yaani ukipata hizo kazi utakuwa unapata pia nafasi ya kuweza kupata visa katika mwaka huu wa 2025 kikubwa bakia hapa Leza TV, sikiliza kwa makini video hii mwanzo hadi mwisho, ili uweze kujifunza pamoja na mimi. Siku zote napenda kusema ya kuwa nikopeshe imani yako ni kulipe furaha, kwa maana kama nilivyowaahidi ya kuwa nitahakikisha siku zote eh, napambania haja ya vijana wenzangu, haja ya dada zangu, haja ya kaka zangu baba zangu mama zangu wadogo zangu ambao wamebaki nyumbani Afrika ili nao waweze kutimiza ndoto zao za kuja kufanya kazi Canada. So, stay tuned. Naomba usikilize kwa makini, maana nitaenda kukutajia sekta muhimu ambazo zinatoa eh, kazi mwaka huu wa 2025 pamoja na visa. Nitakuonyesha pia jinsi ya kuweza kuzipata. Video hii kiniruhusu, kama haitakuwa ndefu sana, nitakutajia site ni wapi unafaa kupata tovuti ambazo zinatoa hizo kazi hachana na Job Bank. Kuna nyingi nyinginezo ambazo nitakutajia mahali ambapo pia unaweza kupata kazi ikiwemo Job Bank, lakini nitakuongezea na nyingine nyingi ambazo zitakusaidia kuweza kupata kazi kwa uhakika. Pia nitakuambia ni vigezo gani ambavyo vinahitajika, ni makaratasi eh, ama ni vibali, ni vyeti gani vya shule Eh, mahitaji gani yanayohitajika ili uweze kupata hizi viza kwa urahisi zaidi kwa hivyo kikubwa ni kunifuatilia kwa makini kama itatosha katika video moja nitafanya hivyo kama haitatosha basi itahitajika ita, nitengeneze mwendelezo wa video nyingine ambayo itakuwa inatoa mafunzo kamili twende pamoja katika mwaka huu ambao ni wa 2025 kama vile wengi mnafahamu mabadiliko makubwa yalifanyika katika sekta ya uh, ama idara ya uhamiaji hapa Canada ya mabadiliko yameweza kuathiri baadhi ya vitu tofaut, tofauti, lakini kuna sekta muhimu ambazo hazikuhasirika kivyovyote vile eh, kinyume chake ziliongezwa nafasi kubwa ya watu kuweza kuja. So, nitakutajia kama sekta saba hivi muhimu ambazo zinaweza kukusaidia. Najua miongoni mwa hizo saba hata wewe pia utakuwa na nafasi yako ndani, so twende pamoja tukianza na sekta ambayo eh, imepewa kipaumbele sana hapa Canada ni sekta ya afya health care. Hapa kuna nafasi za kazi ambazo zimetangazwa kwa watu kama wauguzi, madaktari, eh, mafamasia, wahudumu wa afya. Yani, nikisoma kwa Kiingereza nitasoma kuna nurses, doctors, pharmacist, healthcare assistants. Hao eh, wote ni watu ambao wanahitajika. Ili uweze kupata hizi kazi, kuna masharti ama mahitaji requirement ambazo lazima uwe unazo ili uweze kupata hizi kazi ambazo nimezitaja katika kitengo cha afya, ikiwemo pia care givers e, ni cheti cha kitaalam, leseni ya ufanyakazi na ujuzi wa lugha. Hizo ndiyo vigezo muhimu ambavyo unafaa kuwa navyo. E, yani nitasema pia kwa Kiingereza, professional certification work license and language skills. Hapa ukikuwa na hivyo vigezo unaweza kupata hizo kazi. Hizi ni kazi za kitaaluma zaidi ambazo zinahitaji ujuzi mkubwa katika masomo. Mishahara yake ni kuanzia eh, dola elfu sitini kwa mwaka hadi dola laki tatu kwa mwaka, inategemea na kitengo utakachokichukua katika kazi hizi. Visa program sehemu ambayo unaweza kupata hizi kazi ni kupitia eh, Express Entry na Provincial Nominees Program ama ukitaka PNP, hapa ndio unaweza kupata hizo kazi. Kazi ya pili ama sekta ya pili ambayo imetajwa kupewa kipaumbele kikubwa sana ni eh, teknolojia ya habari ama ukitaka informa eh, information technology IT. Hii pia e, ni nafasi ambayo imepewa e, kipaumbele katika programu ya 2025. Kazi ambazo zinahitajika kama watu ambao wanahitajika ni wahandisi wa programu, wachambuzi wa data, wataalamu wa usalama wa mtandao, kwa Kiingereza yani, e, software developers, data analysts pamoja na e, cyber security expert. Hao wanahitajika. Kama una e, unajihisi kuwa miongoni mwa hawa ambao unawataja, basi hii nafasi yako ya kipekee ya kuweza kupata kazi Canada bila kuchelewa katika mwaka huu wa 2025. Mahitaji yani, requirement zinazohitajika shahada ya IT eh, uzoefu na Kiingereza kizuri, kwa Kiingereza IT degree, experience, good English skills. Yaani hapa wanahitaji Kiingereza kinyooke, maana huwezi kujua mambo ya information eh, eh, technology IT bila kuwa una, una unajua Kiingereza kizuri. Mshahara ni kuanzia dola elfu sabini kwa mwaka mpaka dola laki moja na elfu stini kwa mwaka. Yani from 70,000 dollars to 160,000 CAD, yani Canadian dollar. Canadiand eh, waajiri wale ambao employers eh, ni Shopify Amazon Canada, Microsoft Canada. Hao ndio wanahitaji watu katika vitengo hivyo. Kazi nyingine ama sekta nyingine namba tatu ambayo imepewa kipaumbele katika eh, nafasi huku Canada, ni uhandisi engineering. Engineering pia wale ambao ni maengineer walipewa kipaumbele kwa sababu kama nilivyosema Canada ilitangaza ya kuwa itakuwa inajenga nyumba nyingi, itakuwa inafanya vitu vingi sana kwa hivyo engineers wanahitajika kwa kiasi kikubwa sana. If you are an engineer, this is your time. Huu ndio wakati wako wa kuweza kutimiza ndoto zako za kuja Canada engineering. Nafasi za kazi ambazo zinahitajika: waandisi wa kiraia, mitambo, umeme, yani civil eh, mechanical electrical engineering. Hao ndio wanahitajika Canada katika sekta hii ya uhandisi ama engineering. Mahitaji: shahada ya uhandisi, leseni ya engineering eh, yani shahada ya uhandisi, leseni kwa kiingereza tunasema ni engineering degree pamoja na professional license, ndi vitu ambavyo vinahitajika. Mshahara kuanzia 70000 dollars to 120000 CAD, yani kuanzia dola elfu sabini kwa mwaka mpaka dola laki moja na elfu ishirini kwa mwaka. Visa program. Visa hizi zinapatikana kupitia express entry, ama PNP, yani ni ile provincial nominees program. Nafasi nyingine ya nne ambayo ni ufundi stadi, yani skilled trade. Najua kwenye ufundi watu wenye, wenye, wenye certificate za VETA za eh, kama Nairobi Technical eh, Colleges, any technical colleges colleges any hapa ambazo labda, ama fundi chuo chochote cha ufundi ambacho ulikipitia hapa, unaweza kusaidika. Nafasi za kazi wanaohitajika, mafundi umeme, wapishi, mafundi wa magari, electricians, cookers and mechanics, hao ndio wanahitajika. Nadhani nimeisoma kwa Kiingereza na kwa Kiswahili ili kukufahamisha vizuri, maana kwa Wakenya, Mkenya ukimwambia, eh, fundi umeme anaweza kosa kujua, lakini ukimwambia electricians anaweza kujua hao ni kina nani. So let eh, continue, mishahara ambayo inapatikana hapa ni kuanzia dola elfu hamsini kwa mwaka mpaka dola elfu themanini kwa mwaka, yani from 50,000 CAD, Canadian dollar to eight 1000 CAD. Paia visa program, visa hizi zinapatikana kupitia Federal Skilled Trade Program FSTP, na Temporal Foreign Workers Program TFWP, hapo ndio zinapatikana. Sekta nyingine muhimu ambayo watu wengi wanaulizia sana ambayo bado ni program ambayo tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi, na niliwaahidi ya kuwa niko na appointment na watu ambao wanafanya hii sekta, ni sekta ya kilimo. Kwenye kilimo, nilisema ya kuwa nitatembea sehemu mbalimbali kwenda kuongea na watu ambao wana mashamba makubwa, wana viwanda, ili kuweza kuwatafutia na nafasi ya kazi watu wangu ambao wanafuatilia chaneli yetu ya Leza TV, hasa wale wenyeoko kwenye group letu la WhatsApp. Kwa na hivyo wewe unaweza kujiunga na group letu la WhatsApp kwa kugusa link kwenye description ya video hii ili uweze kusaidika. Kilimo kimepewa kipaumbele katika program ya mwaka huu wa 2025, na nafasi ambayo imepewa kipaumbele zaidi ama kwa wale ambao wanahitajika huku jobs: wakulima, wafanyakazi wa mashambani, wachakataji wa chakula, yaani kwa Kiingereza, farmers farm workers and food processors mnahitajika sana. Nadhani nishawaambia nikiwapitisha sehemu mbalimbali, nawaonyesha kuna mashamba na kuna viwanda karibu. Kwa hivyo sikuwa nawaambia kitu ambacho hakipo, sijawahi kutoa taarifa za uongo, na hiki kimethibitishwa na programu hii mpya ya serikali ya Canada. Mahitaji yani requirement, unahitajika kuwa na nini ili uweze kupata hizi kazi ni kujua E, kufanya kazi ngumu, kuwa tayari kufanya kazi ngumu, uzoefu wa kilimo. Ni hivyo tu e, vieti sio lazima. Mishahara nadhani e, ndugu yangu Samibi Connect alizungumzia hichi kitu. Samabi Connect alizungumzia hichi kitu kupitia e, WhatsApp grupi yetu kwamba tuangalie kazi ambazo zinatufavor sisi ambao hatuna elimu e, kubwa zaidi. Ndio maana nimeanza na zile za elimu zaidi nikiteremka hadi hapa mahali ambapo tumefika na eh, kama nilivyosema requirement ni kazi ngumu, uzoefu wa kilimo, simple, yaani hard work and farming experience. Hakuna vitu vingine vinavyohitajika. Mshahara kuanzia dola elfu thelathini kwa mwaka mpaka dola elfu hamsini kwa mwaka, yani from 50, from 30,000 CAD to 50,000 CAD per year. Hii itakusaidia sana kwa sababu ni kazi ambayo eh, inakufaa wewe ambaye unataka una kuja kufanya kazi Canada. Nikikuongezea kwa haraka haraka, waajiri wakuwa wanaotoa visa kwa wingi, yaani wale employers ambao wanatoa hizi kazi kwa wingi zaidi katika hizi kazi ambazo tumezitaja Eh, ni wale ambao nitakutajia katika video hii hapa. Hii ni bonus na nakupatia mwendelezo wa video hii, nitaendelesha baadaye, lakini wale ambao wanatoa hizi kazi kwa wingi ni Tim Ho -Hortons. Tim Hortons wanatoa eh, kazi kwa wingi sana katika sekta ya huduma eh, ya chakula, food services hawa wanatoa nafasi kubwa, nafasi ambazo zipo eh, ni roles yani wahudumu, wapishi, wasimamizi wa maduka na um, servers, cookers and store supervisors. Hawa wanahitajika sana na hizo ndio kampuni ambazo zinatoa. Kampuni nyingine ambayo inatoa hizo visa ambazo nimekutajia, zikiwemo za kilimo, ni hii hapa, inaitwa Maple Leaf Food. Maple Leaf ni ile e, nembo ya nyikobendera ya Canada, ile ua ambayo inakuanga hivi kwenye bendera hii hapa, kwenye bendera ya Canada yenye nyekundu katikati, ndiyo inaitwa Maple Leaf. So e, Maple Leaf Food e, ni kampuni ambayo iko hapa Canada na inatoa kazi kwa wingi sana e, katika sekta ya usindikaji wa chakula yani food e, e, food processing. Na nafasi ambazo zinahitajika ni kazi za viwandani, upakiaji, uzalishaji yani factory workers packaging na production lines kule kwenye viwanda hii inahitajika pakubwa sana. Kwa hivyo nafasi eh, nyingine ya tatu ni Loblaw Companies Limited ama LTD. Sekta ambayo hii inatoa katika sekta ya rejareja -reja, magala retails and warehousing, hapa ndio hiyo Loblaw Eh, inaitwa Lob, Lob, Lob Companies Ltd. wanatoa hizo nafasi nafasi watu ambao wanahitajika: wahudumu wa duka eh, waandaaji wa order, madereva, store staff, order packaging na delivery drivers. Hao wanahitajika pia kupitia hapo. Katika eh, kampuni nyingine ni Agri Fresh Inc. Hao wana sekta inahitajika usafirishaji, transportation. Hawa ndio madriver wanahitajika hapa, ambao nafasi ni madereva wa malori masafa marefu, yani long haul truck drivers. Hawa wanahitajika hapa sana. Kampuni nyingine namba tano ni McDonald's Canada, sekta ambayo wanahitaji watu katika chakula eh, cha haraka, fast food industry hawa pia wanahitajika. Nafasi ambazo zinahitajika ni cashiers, wapishi, wahudumu na wateja, kwa Kiingereza cashiers, cooks, customer services. Hawa wanahitajika pakubwa sana hapa Canada. Nyingine nafasi ni Air Canada yani eh, shirika la ndege la Canada linahitaji watu katika sekta ya usafiri wa anga airline and customer services. Kama una mtu wenye ambaye amesoma vitu kama hivyo, hii nafasi pia itamfaa zaidi. Ehe, nafasi za kuhudumu ni wahudumu wa ndege ama wakala wa huduma kwa wateja, kwa kiingereza flight attendant, customer service agent, hawa wanahitajika. Na ya tano, ya saba ambayo ni ya mwisho ni Amazon Canada Amazon Canada ni sekta pia ambayo inatafuta watu katika mwaka huu ama ni, ni kampuni ambayo inatafuta watu katika mwaka huu. Sekta ambayo inahitajika eh, ni e-commerce na logistics. Yaani nafasi za kazi ni kazi magalani, IT na usimamizi, yaani warehouse roles, IT pamoja na operations. Hizo ndio sekta muhimu na kazi muhimu ambazo zinahitajika katika mwaka huu wa 2025. Katika video itakayofuata, nitakuonyesha nitaku nitakwambia, eh, ni vigezo sasa gani muhimu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili kuweza kupata hizi kazi na ni wapi pa kuzipata kama ni, eh, ni kampu, ni, ni site gani yani, ni tovuti gani ambazo unaweza kupata ndani hizi kazi bila kuwa na, na usumbufu mkubwa sana kwa sababu kila siku update zinapotoka mpya tunakuja. Kwa hivyo usi, usikae tu na kile ambacho tulikufunza wakati uliopita, jifunze kitu kipya kila siku. Ndio maana nimesema kila video ambayo tunaiposti inakuwa iko na mafunzo ndani yake ambayo unatakiwa kuyazingatia pakubwa sana. So asante sana kwa wewe ambao umefuatilia video hii. Kama umeona video hii imekuwa ya faida kwako Usisite kuilike maana itakuwa jambo la msingi sana. Please like our videos. Yani, huwa unatazama video na una like kwa sababu, ku like kwako utakuwa unanitia motisha ya kuendelea kufanya uchunguzi zaidi na kukuletea taarifa ambazo zitakufaa zaidi. Asante sana. Kama umetafuta eh, video ambayo inauliza maswali ambayo huwa wanauliza unapokuja Canada kupitia embassy ama waajiri wa Canada wanauliza maswali, basi video hii hapa itakufaa zaidi kuweza kuitazama na itakusaidia pia kuweza kujua maswali ambayo wanauliza mtu anapotafuta safari ya kuja Canada. Stay tuned, hapa Leza TV kwa habari nyingi zaidi. Peace.